Nangu kama mnavyoona ni mahafali ya kumi na nane ya chuo kikuu cha UDOM. Shughuli ilibamba kama ifuatavyo. Basi, baada ya kutunukiwa shahada, ni muda wa picha. Sasa hapo kama unavyoona, mnyama nimepoa, nimetulia. Then tulivyotoka hapo, tukaenda brand hotel eh, kwenda kujipoza kwanza roho na mwili Eh, nikaingia hotelini hapo kama unavyoona hapo, familia inanisubiria ndani, mwenyewe hapo muhitimu niingie, nikaenda kukata keki. Sasa baadaye nikaingia ndani. Sasa kuingia ndani wanansubiri kama mpo unavyowaona, bimaza hapo na ndugu wengine na familia nzima, wenyewe wamenisubiria sana. Alikuwa washaagiza tayari hapo vyakula hapo. Basi alikuwa tunaendelea kucheka cheka nini na story mbili tatu moja, keki katolewa. Sasa hapo muda wa kukatwa Bakaraji kama unavyoona hapo eh, hapo mapicha kaendelea hapo kama unavyoona champagne hivyo basi makafika nikakata, maana sherehe bila champagne na keki sio sherehe. Ikafunguliwa hapo kama unavyoona eh, nikaruka kidogo, then nikaanza kuamiminia sasa hapo kidogo kidogo hapo, alafu baada ya hapo tukapiga cheers kama unavyoona. Familia nikawacha, akaondoka, nikaingia ndani sasa, nikachill kwanza hapo eh, kama unavyoona, mtaalamu nimetulia eh, na zoom mazingira kule, kuna baridi moja moto, yaani hatari yani, oya yani, noma nipo na kameramani wangu, tuna flex, tunakula mema ya nchi, ni kala nne kwanza hapo eh? kama unavyoona hapo mtu mzima hapo eh, huku tuna zoom tunaangalia huku na huku, yani, ya, ting tang ting. Yani, afu baadaye then nikachungulia kwanza, kuna sherehe kwa inaendelea kule hatari yani, hapo kama full ma sherehe, then baadaye sasa muda wa kutoka hapo eh, mishale kama ya saa sita hivi ndio kana toka huyo, naenda zangu nyumbani.